Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Kaliua, Eliudi Shemauya, akizungumza wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, amesema ni wakati sasa wachaguliwa hao kuwa karibu na wananchi ili kusikiliza na kuzitimiza ahadi walizoziahidi, na kwamba chama kitafuatilia utekelezaji wa maelekezo hayo. Kwa hiyo ni wale, andaa mikutano yako ya kwenda kuwashukuru na waeleze wananchi makusudio muhimu, ni nini ambacho utawafanyia katika kata hii. Umeshapewa mamlaka, una mtendaji, una watendaji wa vijiji, una wenye viti wa vijiji. Andaa mkutano, nenda kwa wananchi, na tutakufuatilia mpaka ifikapo mwezi Februari. Mimi nitatoa taarifa kwenye kikao hiki, na hatutasita kwa ushauri uliotolewa hapa kukuita kwenye kikao wilaya. Aidha, pamoja na mambo mengine, kikao hicho pia kimepitisha maazimio kadhaa ikiwemo kuiomba serikali ya wilaya kutoa kipaumbele kwa miradi viporo kukamilishwa kwa wakati, kama anavyoeleza hapa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kaliua Suleimani Onesimo. Aidha, kikao hiki kinawapongeza wabunge wote wa majimbo mawili, mbunge wa jimbo la Kaliua bwana wa Joseph Enoch Tama na ndugu Jafari Masanja Mfungila Oyakuru sambamba na madiwani wote wapita ishirini na tano kwa kuchaguliwa kwao kuwa wakilishi wa wananchi katika kipindi hiki cha miaka mitano ya utawala yaani 2025 hadi 2030. Na pia kikao hicho kimewataka wachaguliwa hao kukaa karibu na wananchi ili kusikiliza kero na kutimiza ahadi walizoziahidi. Tatu, mkutano huu umeelekeza na kumshauri mkuu wa wilaya kutoa kipaumbele kwa miradi vipolo kukamilishwa kwa wakati ili kuunga mkono jitihada za wananchi katika shughuli za maendeleo. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Kaliua Heno Kitama amesema ushirikiano ndiyo silaha pekee ya kuyafikia malengo katika kuzitatua kero za wananchi. Kwa kweli tuko tayari, tuko imara kufanya kazi, lakini nafahamu ili tuweze kutekeleza yote na kuyatimiza yote, tunao wajibu wa kufanya kazi kwa kushirikiana, tunao wajibu wa kuungana na kuwa kitu kimoja, tunao wajibu wa kusahau changamoto na makundi yote yaliyokuwepo ili tuweze kuijenga Kaliua yetu, ili tuweze kuijenga uliankulu. Niwaombe waheshimiwa wajumbe, wale mashauri ya wilaya, tupeni ushirikiano viongozi wote wa kuunganisha alama kudra zake Mwenyezi Mungu alizompa mtu moja, mmoja mmoja kutoka kwenye kata zetu. Ninauhakika Kaliua haitakuwa kama ilivyokuwa jana, haitakuwa kama ilivyo leo, ila ni matumaini yangu Kaliua itakuwa ni kimilio, Kaliua itakuwa ni Kaliua iliyofunguka kiuchumi. Naitwa Abdallah Hamisi, diwani wa kata ya Kazaroo. Nashukuru. Maelekezo ya Chama cha Mapinduzi tumeachukua sisi kama madiwani, kwa sababu tunaenda kuanza vikao vya halmashauri. Tusiende na maneno yetu na mambo yetu, lazima tuende na mambo ya wananchi. Kwa hiyo twende, tupite, tuchukue changamoto zao, lakini pia kuwashukuru shukuru, maana ni jambo la msingi na jambo zuri, maana wao ndio watupa ridhaa kuwa wawakilishi wao wa majina, naitwa William Magembe Kaburwa, diwani wa kata ya Kashishi, lakini ndiye makamu mwenyekiti wa halmashauri yetu ya Kaliua. Mi, mimi niseme mi, lazima ni lazima wende ukajadiliane nao kwamba nini kipaumbele cha maeneo yao, wanatakiwa wakufanyiwe nini, ili upate hoja ambazo utakazoondoka nazo kwenye maeneo yako kwa ajili ya kuja nazo kwenye baraza letu la madiwani, kwa sababu uwakilishi tulionao ni wa wananchi, sio uwakilishi wa mtu binafsi. Kwa hiyo waliotupa nafasi hizi ni lazima twende tukawasikilize, kwa maana ya kwenda nini, tuyawakilishe ili yaweze kwenda kufanyiwa kazi.